Turejee hapa jijini Dar es Salaam ambapo Askofu Mkuu wa kanisa wa jimbo Katoliki la Dar es Salaam Mwadhama Policarp Kardinali Pengo amesema vyombo vya habari vinapaswa kufanya kazi ya kuunganisha jamii iwe kitu kimoja badala ya kuibomoa. Akizungumza katika ibada ya maadhimisho ya miaka ishirini ya Radio Maria Tanzania iliyofanyika jijini Dar es Salaam, Kardinali Pengo amesema vyombo vya habari ni nguzo muhimu katika ukuaji na ustawi wa jamii hivyo ni vyema vikajikita katika maudhui yenye lengo la kujenga na kuleta umoja katika jamii. Taarifa zaidi na Gloria Michael. Mamia ya Wakristo katika kituo cha Msimbazi jijini Dar es Salaam wakisikiliza ibada ya misa ibada ambayo imehudhuriwa na Rais mstaafu wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa pamoja na Spika wa Bunge mstaafu Anna Makinda ambaye pia ni mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka ishirini ya utumi wa Radio Maria Tanzania. Askofu mkuu wa Kanisa Katoliki jimbo kule Dar es Salaam, Mwadhama Policarp Cardinal Pengo akapata wasaa kuzungumza na kusanyiko hili na hapa anasisitiza umuhimu wa vyombo vya habari. Hata tukiweza, tungediweza kudevelop uh, television Maria iwe ni ile inayounganisha badala ya kugawa. Tusianze, tusiingize miziki ya kisasa ambayo wazee hatutaki kusikia, lakini vijana wanapenda kusikia Akisoma risala kwa mgeni rasmi, rais wa Redio Maria Tanzania Humphrey Kira amesema redio za jamii hasa za kidini zinakabiliwa na changamoto ya idadi ya vituo vya kurushia matangazo. Redio Maria Tanzania inakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali, lakini kubwa ikiwa ni ufinyu wa sehemu za usikivu, yani coverage area, kwani Redio Maria Tanzania hadi sasa ina vituo kumi tu vya kurushia matangazo hapa Tanzania Bara. Licha ya ukweli kwamba tumekuwa tukipokea maombi mengi kutoka majimbo yote ya Tanzania, na hii inatokana na sera yetu ya nchi ya mawasiliano ambayo hairuhusu redio ya aina hii kuwa na kibali cha kurusha matangazo yake zaidi ya vituo ambavyo tayari tumekusha kupatiwa. Ibada ya maadhimisho ya miaka ishirini ya radio Maria ilihitimishwa kwa arambea kuchangia radio hiyo ili iweze kujiendesha, lakini katika ibada hiyo burudani haikukosekana. Asante, asante. Gloria Michael, TBC, Dar es